Ambapo wanaume wanapoaga dunia, wajane na watoto hubaki wakiwa wamesambaratika kimaisha, wasijue pa kwenda ama wakukimbilia. Na hii leo katika mji huu wa Narok, wakaji wameelezea hisia zao kutokana na swala hili katika mada hata tuliona, wafijana wa siku hizi apangi mzuri sababu sisi kwetu samani e, kiolewa lazima unakaa na mzee wako, unajua ni ya hiyo boma na wakati mzee naondoka unajua hiyo mali ni yako. Heri vijana ikitaka kuua chukua msichana, pangia mzuri nyumbani, na kuambia kila kitu, mali yako yote na msichana, na kubali kila kitu, nyi unakaa kwa njia salama, alafu ikiondoka watoto vana ng'ang'ana kuvikana. Mimi niko na bibi wawili na watoto sita Nikiwa kijana mchanga juu e, siku hizi kuna mambo ya mzozano wa familia. Un, watu wanapigania mashamba, unapata mzee akiaga leo, watu wanaanza kwenda kotini na inaenda kulete division kwa familia. Ama mimi ya kwanza, nimejipanga nime watoto wangu kila, kila nyumba iko na mali yao na hata kama ni ng'ombe una, unajua hii ng'ombe kiasi hii ni ya hii boma hii ng'ombe kiasi hii ingine ni ya huyu mama. Kwa hivyo uh, na, na, na pia eh, nimeleta familia yangu pamoja, wanajuana pia, wazazi wangu wanawatambua. Kwa hivyo ni, ni ile tu, pia mi ningependa tu kusema nimejipanga juu, hakuna mtu mwenye anajua siku yake. ilimzika mwezi wa tisa na by December sikukuwa pale uh, kwa wakati ule nilikuwa nimekata kauli ya kuishi pale, kwa sababu niitwa na familia the main, mwenye alikuwa amesimamia familia, akaniuliza mamu, utaishi? Nikamwambia nitaishi, na nitatimiza maono ya bwanangu kuzi, nilikuwa nazijua, kuna vitu alikuwa ameongelea za future, nitamani kufu, kuzitimiza, na nilikuwa na, nimekata kauli ya kuishi pale lakini vitu zikakuja haraka, mambo mingi mingi, kunyanganywa vitu, mambo mingi, mingi. Aa, nikajipata nimerudi kwetu na nimeishi nyumbani kwetu 7 years nikiwa single, mwaka wa 8 nikaoleka. Acha ningeza sema ni mke akiachwa either akiwa mdogo, especially akiwa mdogo, asiharakishwe apewe amani kwa ile boma. Akiamua juu, bibi mmemkubalisha kuoleka siku ataamua kutoka, atatoka na watoto wale, mtakuwa mkiwaona pale, kwa sababu kutakuwa na heshima ya msichana wetu. Nimekubalisha aende na watoto wake, watakuwa wakirudi. Ruben Motochi, Runinga ya Citizen. Naam, ni kwa wakazi wa Narok hapo wakielezea mipango ya urithi. Sasa tukimalizia tuki, kwanza kabisa ningependa mwakili mweze kutuambia kuhusu uh, hii taasisi ya Unclaimed Financial Assets Authority uh, kwa yule ambaye alifariki akiwa na mali na hakuna mtu ambaye alikuwa anajua, uh, wanajamii wanawezaje kufahamu ama kuweza kupata hii mali ni mikakati gani ambayo iliyopo? Alafu Susan na, na na Esther labda mtatupatia kauli yenu ya mwisho kwa Wakenya kuhusiana na mdahalo wetu naam. Um, ukiangalia Unclaimed Financial Assets, um, Authority ni agency ya serikali ambayo inamiliki ile mali ya watu wenye hawaifuatili. Unaweza kuwa uko hai na bado mali yako imeenda kwa serikali. Pengine kuna pesa ulikuwa umefungua account kitambo, ukasema ah, sina pesa, ukawachana nayo mm -hmm. ile pesa sasa benki zote zinapelekwa kule kwa unclaimed financial assets, so unaweza kwenda kwa tovuti uandike UFAA. Kama uwezi kuandika hiyo jina yote, andika tu UFAA mm -hmm. na usearch, andika tu kitambulisho cha mtu yote, unajua uh, mwenye ni marehemu, ama wewe mwenyewe ujaribu uone kama uko na any um, uh, mm -hmm. assets zenye ziko kule Asante sana, Susan. Kauli yako ya mwisho. Uh, ningependa kuwasihi watu wengi waendelee ku set up hizi trust funds, na ili waweze kusaidia familia zao na watoto wao wasiweze kuachwa wakiteseka. uh -huh. Na hizi trust funds ni kitu rahisi sana ku set up and very affordable. So uh -huh. let's use that knowledge yenye tunapata kuweza kusaidia jamii zetu, watoto wetu, ili waendelee kukua kama tuko uh -huh. Esther. Jabo ningependa kwa iya wa Kenya ni kuwa watushikilie sisi wa mama wajane kwa sababu wa tunapitia changamoto, changamoto mingi sana, na sisi na watoto wetu, akika tukishaachwa na bwana zetu, wa hawa community waache kutuacha, tuache kuona kama tumeachwa, kama wakati huu tunaelekea wakati wa Krismasi watu support mm -hmm. Wakili Mwai. <coughs> Sheria ya urithi ni msumeno, kwa hivyo tafadhali, wakenya tujigawe tukiwa hai, kwa sababu ukifika e, ushakuwa marehemu e, unawacha familia hiyo kwa e, njia tata. Naam. Asante sana. Wakili Simon Mwai, Esther Kibe, mwasisi wa Dorcas Shining Widows and Orphans, Susan Madhenge, ambaye ni meneja wa Bima Britam na Ilham Hisham Said ambaye ni wakili. Bila shaka kitu kimoja ambacho tumejifunza ni kuhakikisha kwamba tunajipanga. Maana ukijipanga, uh, ile siku ambayo utapumzika basi utakuwa unaacha familia yako kwa amani. Naitwa Mashirima Kapombe na kutakia mchana mwema.